Sio tuogopa sisi hmm, sisi tuwaogope wao? Sisi Yanga Afrika sisi msimu huu mara nne, na imefika hatua kwenye mechi zetu walivonogewa na utamu wetu, tusipofunga goli si wanatufungia wao, tupate tu raha. Ndio sisi tumuogope huyo mtu eh? Maana tukaamua hata hiyo mechi tusiende, wakajifunga wao wenyewe hiyo mechi. Kaka Yanga inatisha eh, mimi nakwambia, Yanga inatisha shee Yaani ya. wenyewe tu we, sisi tukaamua, hmm. tu tarehe 1 15 waende tu wenyewe, mtashuhudia maajabu nyinyi siku hiyo. Waende wenyewe pale watafunga huku. Hofu Yanga inatisha na wanajua. Sasa, sisi Mwenyezi Mungu tunamshukuru na tunamuomba sana atusaidie njia ya CRDB Federation Cup iwe ni njia iliyonyooka kwetu sisi na kwao <laughs> eh. Yaani Mungu atunyooshee sisi na kwao. Yani, ndugu zangu, wana Yanga, mtanisamee, labda kama nawaombea dua njema wamfunge Singida itawakwaza, mtanisamee. hmm. Mimi nataka bwana, waje kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRB. Sisi tunakwenda Tanga, sio kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu ya kufika fainali, tumalize hili jambo. hmm. Tumshone jeketi, tupate matokeo mazuri, ili mshenga apeleke salamu kwa mai wetu.